Ilikuwa ni mechi kati ya Simba na Yanga. E, katika mechi hiyo mchezaji Kelvin Yondani e, tumemsimamisha mpaka swala lake la kumtemea mate ya Asante Kwasi litakaposikilizwa na kamati ya nidhamu ya TFF na kutoa uamuzi. Kwa kwa kifupi ni kwamba ile swala ni la kinidhamu na sisi tumelichukua, tumelipewa ni kamati ya nidhamu e, ya TFF kwa ajili ya hatua za kanuni Uh, zinazoendesha ligi na kanuni za nidhamu za TFF uh. Lakini hata hivyo uamuzi uh, wetu wa kumsimamisha umefanya kwa mujibu wa kanuni ya 9 na mwenyi ndogo ya tano ya Ligi Kuu ambayo inatupa fursa hiyo ya kumsimamisha mtu wakati anakwenda kwenye vyombo vya haki vya TFF. Uh, lakini katika mechi hiyo Eh, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba anaitwa Haji Manara, yeye tumempa onyo kali kwa sababu baada ya mechi ile aliingia uwanjani akianza kushangilia kwa kucheza, kwa sababu kitendo alichokifanya kusema kinakiuka kanuni ya kumi na nne kanuni ndogo ya kumi na moja ambayo inasema wazi kabisa watu wasiohusika na eneo la uwanja hawaruhusiwi kuingia ndani ya uwanja kabla wakati, na baada ya mechi. Kwa hiyo wamepewa onyo kali, na iwapo vitendo hivyo vitaendelea tutachukua hatua kali zaidi. Kwa, kwa hiyo ya adhabu yake tumeitoa kwenye kanuni ya 14 kwa mjadala wa bwana tisa ya kuu. Eh, swali lingine ilikuwa ni malalamiko ya timu ya Arusha Football Club dhidi ya tans, kwamba wao kwenye mechi yao ya mwisho ya ligi daraja la pili walichezesha wachezaji wawili ambao walipush license o kamati imepitia ine, madai hayo e, na kimsingi tumekubaliana na madai ya transport e, na kwa vile katika mechi hiyo sorry, tumekubaliana madai ya Arusha Football Club, na kwa vile kwenye mechi hiyo timu ya transport ndio ilikuwa imeshinda mabao mawili kwa bila kamati e, imebatilisha hayo matokeo na timu ya Arusha Football Club imepewa ushindi wa pointi tatu na mabao matatu eh, na uamuzi wao umefanywa kwa mujibu wa kanuni ya 14, kanuni ndogo ya 17, na kanuni ya 42, kanuni ndogo ya 23, na kanuni ya 14, kanuni ndogo ya 36, zote hizo ni za ligi daraja la pili. Eh, kwa mujibu wa ratiba yetu tuliyokuwa nayo ilipaswa kumalizika Mei 26. Mwaka huu kama mnavyojua, wamjibu wakaenda ya matukio ya mashindano ya yaki simu namalizika Mei 31 lakini tumepata changamoto ya safari za Yanga kwenda kucheza nitu zao za makundi ya African Cup. Kwa hiyo tumelazimika kufanya adjustment kidogo ya ratiba ya ligi, badala ya kumalizika Mei 26, sasa tutakwenda kumaliza Mei 28. Uh, ni wazi kwamba Africans wamekuwa na fikra ngumu, kila mtu anaiona kwa sababu kwenye msimu mmoja wamecheza mashindano kama wa wa matatu, wamecheza Vodacom Premier League, wamecheza Azam Sports Federation Cup, wamecheza Champions League, wakati unakwenda kucheza CAF Confederation Cup, ni kwa ngumu. Uh, nasisi, kwa yeah. Kisha, na sisi katika kuhakikisha kwamba tunarekebisha ratiba hiyo na wacheze kwa mujibu wa taratibu na kanuni, kupata space kati ya mechi moja na nyingine, tumejikuta tunalazimika kusogeza uh, ligi kwa siku mbili zaidi. Kwa hiyo ratiba uh, kamili nitaipata uh, lakini mechi kama mechi zilivyo kwenye kwenye hiyo raundi ya ishirini na saba ambayo ambando tunacheza kendi hii tunaanza nayo Ijumaa. Ratiba inasomeka kama ilivyo, lakini marekebisho kama nilivyosema kwamba yamegusa mechi za Yanga, kwa hiyo yanakwenda yanaathiri na timu ambazo zilitakiwa kucheza au fikcha yao ni pamoja na Young Africans. Kwa hiyo baadhi ya mechi ambazo zimerekebishwa, mwanzo tulikuwa tuna mechi ya Tanzania Prisons na Yanga ilikuwa ichezwe Mei kumi na sita lakini tumeweza kuirudisha nyuma, sasa itachezwa Mei kumi chea na mechi ya uh, Mtibwa Sugar na Yanga ambayo awali tulikuwa tumeiweka Mei tisa, sasa itaenda kuchezwa Mei kumi na tatu. Kwa hiyo marekebisho mengine mtayaona kwa mujibu wa ratiba ambayo mtapewa na maeneo mengi yameguswa, nikiwemo mechi ya uh, Young Africans na Mbao ambayo tulikuwa tuicheze tarehe tano keshokutwa kwa hiyo na wenyewe imetafutiwa tarehe nyingine, ili ratiba twende tukamilisha kwao. Tuna uhakika wa ratiba yetu ambayo tumeitoa sasa hivi. Tutakwenda raundi ya thelathini ambayo ni raundi ya mwisho, timu zote skio zitakuwa uwanjani kama ratiba yetu ambayo ilikuwa ikionyesha msimu yote ambayo tunaendesha ligi kwamba ile mechi za raundi ya mwisho kii zote sikuo zinakuwa viwanjani. Kwa wale ambao viwanja vinaingiliana, tunalazimika kuwatafikia viwanja vingine, lakini around kila mtu amevaki kwenye uwanja wake. Kuna uwanja ambao tim zilikuwa zimeingiliana, kwa maana ya timu moja uwanja mmoja unatumiwa timu zaidi ya moja. Kwa hiyo kwenye upande wa atimaa, lakini jiuzi ilikuwa na kikao ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi maarufu kama kamati ya saa sabini na mbili chini ya mwenyekiti Sanga, kupitia matukio mbalimbali ya ligi malalamiko pamoja na malalamiko ya Africans dhidi ya mechi yao na Mbeya City na malalamiko ya ligi daraja la pili timu ya A F C Arusha ko klabu ya Arusha ilikuwa na malalamiko yake dhidi ya African Sports. Kwa hiyo malalamiko yote yamefanyiwa uamuzi, kwa hiyo nita- nita-tawa-nitawapitisha kwenye uamuzi ambao umefanywa na kamati. Kwanza kwenye kupitia matukio, hiyo mechi ya Mbeya City na Yanga, mechi namba mia tisini na tisa. Kwanza kilabu ya Mbeya City kwatigua faini ya shilingi laki tano ambao kutokana na vurugu ambayo zilifanywa na washabiki wao lakini vile vile tumewapa onyo kali kwamba vitendo hivi vikirudia, tutatumia kanuni kali zaidi. Na tunajua kanuni kali ni pamoja na kuwahamisha uwanja au kuwazuia kutumia uwanja. Kwa maana sisi atufungi uwanja, tunaifungia timu kutumia ule uwanja wa kwake wa nyumbani. Kama tutakumbuka msimu ulopita kufanya msimu mojafanaapataidaraja la kwanza kwa hiyo tumewapiga hiyo faini na tumewasisitizia hilo, kama ya vitendo vitaendelea, maanake tutachukua hatua kali zaidi. Lakini eh, vile vile kwenye mechi hiyo eh, mchezaji Ombre Chiwa yee eh, alionekana kwenye clip za video amempiga kiwiko mchezaji wa Mbeya City. Eh, lakini kamati ilipitia eh, taarifa ya mwamuzi eh, na kama tunafahamu kwenye hiyo mechi mwamuzi alikuwa mziuchilo mpakaji ya njano uh, kutokana na tukio ambalo alikuwa ameliona. Kwa hiyo kwa kuzingatia ripoti ya refari na kamishna, tukio lile wao walikuwa wamelicapture, yani haikuwa intentional kwamba ilipigwa kiwiko, wao walicapture kwamba eh, Chiru, ame- amemsukuma ile adhabu walitoa yao kadi kwa sababu walitumia wanasema excessive force kwa kumsukuma. Kwa hiyo kamati imeliangalia mara mbili mbili, kaona so long as Chiru alikuwa ameshaazidiwa pale, amepata adhabu kwa refarii, na kamati alikuwa na haja tena ya kuendelea na swala hilo, lakini vile vile kwenye mechi namba mia moja sabini na nane kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi zitazokufanya kujishindia tiket za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata pointi mara tano zaidi, na mteja wa pinduapindua utapata pointi mara mbili zaidi. Kujiunga piga nyota moja nne tisa nyota nane nne alama ya reli, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.